<laughs> Sasa hapo sijui unanyata nini? Yani we mtoto, yani toko umeondoka sasa hivi ndo unarudi, kwani mechelewa sana? <laughs> <laughs> Samani mama, ni kweli nimechelewa, lakini kuna issue nilikuwa naifanya eti. <laughs> Issue aya basi, karibu tule, maana ndivyo nilivyowalea. Tafanyaje sasa? <laughs> Aya, asante wajanipee, kwanza ngo yangu ndani afu narudi. Aya, alafu mbwana, leo unafuraha sana umechangamka. <laughs> <laughs> Mama bana, hata mna mbona mimi niko saa, hmm. ah. Yani, watoto hawa yani huyu ana tofauti na nyanjige kabisa, hivi hivi tabia zake. Sikio mm. yeah. oh. uh. la kufa halisikiagi dawa. unachokipanda ndio utachovuna. uh. Unajali wanyama kuliko mwanao, babawe Blada, ni bora tumekutana. Hu mguu ulikuwa ni wa ni kwako, nilikuwa unakuja kupa taarifa kuhusu mwanao Teddy na kale kabinti kadogo kale wamenipiga maivinza ivyandmasraapakynttakutnamarezukausabnyanyudayakutt uteti. Brother, wamenipiga tena, wamenipiga ni kwa na ule binti, yule, mtoto wa Kisukuma ule ule mchuchu ule, so wamenipiga na kwakuwa unawatetea? Basi ananoma. Ipo siku turasomana, na siku nikimkamata nitamfinya na nitamfundisha adabu. Haina shida, tunamtetea sema nini

Ahkumiaku naratura, e bwana shemeji, ume umekuja apa kwangu sasa, ni memeza kura nakusikiriza. Hivi shemeji, yaweza kuwa kile kitu nilichoambiwa na mjomba wangu Selina yaweza kuwa ni cha ukweli eh? Amekwambia eti haswa? Ni ukweli mtupu kwa kweli. Amwa kunidharau na mimi nimemkataa na ninasema hivi kwangu asirudi tena. Hii yote hapa ni mali yangu. Shemeji asirudi kivipi, wakati hapa ni kwao? Nani kakudanganya? Hapa ni kwao, Asitegemee chochote kile, hii ni mali yangu. Nisikilize shemeji kwa makini, kama ulishindwa kutafuta mali ujanani, ila uzeeni unataka kujipatia mali ya dhuluma <laughs> itakutoa macho. Fanya kitu kingine na sio hii mali, si kama unanielewa? Megoma kula mama, kuna jambo nataka nikwambie. Jambo gani hilo? kama ni jambo jema niambie, ila kama ni la kijinga usinishirikishe kabisa, sitaki <laughs> mama, ni jambo zuri na laheri na imani utalifurahia hivyo. Ah, nakusikiliza mama. Unajua mimi sitaki nikutie aibu kama leo kutia dada Nyanjige. Mi ni mwanao, nikikosea nikosoi. Wewe ndio jicho langu, yani kwanza, amenikumbusha habari za Nyanjige, yani imenifanya yani nichukie yani huyo dadako alivyonidhalilisha kijiji kizima hiki niikionekana kama sijui mtu wa aina gani. Ah, nakusikiliza <laughs> mama. Unajua mama, mi nimepata mchumba na mchumba ameniambia yuko tayari kwa ajili ya kunioa. Mchumba ndio mama

bayanga na baba baka ni chola kaba nu uliwa ni chola kete ba ni kaiwa ba ni bonanti hagati ha mongo na ni kuhira kiki baba una lampandi kumnuwe nuyo jiku piri ng'ombe ng'ombe jako yidi baba uji pige uka chole deje tuwa kama mukhe na kaka kuno kaka kaka jaga kari chola mashaga ng'omba hoya nyaga amatembe. Na maguru wa hoja apandaga Una kaja kakande kukalanga, kukalanga, kukalanga, kukalanga. Kwa hiyo, unamharuwa labu devile. Walali huma maka hama, mangwinda kulima. Abanga abandu huduhu. Ishitarewa kujuro mbasa mahani duhu kibaba ni kulira kwe. Lelurugi kitu hunduhu. Mujiku shiratu hangi ng'ombe jako. Tawapogija duye neyo huduma ya kwa

Sasa, unakuja kunishurutisha kwangu. Nimeshafanya fanya maamuzi, sitaki ushauri wala kuulizwa. <laughs> Sitaki ushauri wala kuulizwa. Nisikilize, shemeji, nakuonya. Achana na hii mali nitakutoa macho, ni heri nitoe macho kuliko kuachia mali ya kaka yangu. Misamiati yako imenichosha. Ondoka. <laughs> Shemeji, hii ni panga tu, na usifikiri naongea kwa upole ukafikiri sikuwezi, na kuweza sana. Ustake ni kuonyesha upande wangu kuwa makini. <sighs> Kiukweli kwa mimi binafsi nisingetamani hilo ilo jambo lifanyike kwa sasa, kwa sababu najaribu kutathmini kwamba, kama ni kweli ni mtu ambaye anakupenda kwa nini asilete barua ya posa nyumbani? Ni kweli mama, lakini aje akataa kuleta posa. Aliniambia niongee kwanza na wewe, alafu ndo nimwambie <coughs> halafu ni nani huyo? Halafu ni mtu wa aina gani? maana usije mwanangu kaniletea mchumba ambaye anavaa nguo zimemba yaani zimembana mpaka hawezi hata kutembea, hmm. Yaani hao ndo mimi sitaki nyumbani kwangu. <laughs> Mama, sio kijana wa hivyo, ni kijana fulani hivi mtulivu, mtoto wa Kisukuma chapakazi hmm? hmm. <laughs> Basi mwambie aje nyumbani nimuone, ili liji nimtathmini na mimi sasa nione kama kweli anaweza akakabidhiwa binti yangu na akamuoa. Eh, <laughs> nimekumbuka <laughs> <laughs> hebu kanitee dawa yangu kweli. And mama bana <laughs> <laughs> kwa hiyo unataka kuagizwa na mimi, hamna hata <laughs> <laughs>

Sina mimba kumbe, we mtajiri wa ng'ombe, alafu utaki kusomesha au wala ukusoma? <laughs> Yaani wekawaniki wewe, hivi kweli, ukiniangalia unanionaje? Mi nimesoma au sijasoma? Hivi eh? Kweli mimi tajiri na mang'ombe yote haya unayona kamesambaa, kama maswa. Unajua maswa? Yaani majani sasa ni mengi. Halafu anaenda shule kwenda kufanyaje? Eh? Mimi mwenyewe ni di shule nilinikataa. So kwamba mimi nilikataa. Yaani lenyewe niliposikia Ntemi anakuja shuleni, nikanikataa. Uongo wa kusoma. Sasa mpeleke rafiki yangu shule. La sivyo, nitaenda kukushtaki. Utaki kumpeleka rafiki yangu shule? Unataka aolewe bado mdogo. Hmm. Kimsingi hmm. kumpe kashiwa mwaka hmm? mimi nikajua kwamba labda hamo tuli imera kumpo umeamua kabisa. Eti yani, wewe unaweza kanishitaki mimi, yani unaweza kanishitaki kwamba alinitemia alijamsomesha mwana wake? Unaweza kanishitaki wameshindwa watu wenye nywele chape, yani watu wakubwa, si ndio? maana yake sasa walisha nilishashindikanaka. Kama unajua kushindikana, mimi nishashindikana. Alafu hata ukienda kunishitaki, hawezi hata kunisogelea yaani mimi cha kuwasaidia labda niwape tu hela mkanue juisi si ndio eti? Ila baba yako, tabia yako sio nzuri. Shangazi anaumwa unasema wewe unajiuguza. Alafu unajai ng'ombe kukata binadamu. Kweli sijapenda. Yaani ng'ombe shimbe shi sengwaniki nuweve waviziresheka kwa sababu ya mariboto manombekishimbeutosaa tekinei yaani natirile mnu

Ili tuweze kushinda tunatakiwa tumfanyie vituko hadi atichoke. Mimi pia nitaenda kumshtaki kwa sababu anataka kuwezesha balo mdogo lazima taza kupeleka shule. Wazo zuri rafiki ya yangu, kuanzia leo tumwongeshe Kiingereza tu mpaka atichoke. Good idea, twende twende.

Kisa mifugo, elimu bule yapoteza mwana kisa mifugo, watoto waende shule yapoteza mwana kisa mifugo, unapoteza mwana kisa mifugo.